Tuelekee kaunti nambari moja ambapo shinikizo limetolewa kwa bunge la kaunti ya Nyeri kuendeleza mchakato wa kumbandua mamlakani gavana Mutahi Kahiga kutokana na matamshi yake dhidi ya hayati Raila Odinga. Kwenye kongamano la wahudumu wa afya ya nyanjani eneo bunge la Nyali huko Mombasa, baadhi ya wa wakazi wamependekeza bunge hilo kumbandua mamlakani licha ya gavana huyo kuomba msamaha. Wanasema matamshi ya gavana huyo ni ya chuki na kuitaka tume ya uyano kumchukulia hatua. Tuchunge ndimi zetu sisi kama wanasiasa, hata kama mtu amekosea. Mama Ida aliongea vizuri sana akiwa pale Nyayo Stadium, ya kwamba we are leaders if we are friends let it remain be friends and if we are enemies let that enmity remain with you as an individual sisi kama kina mama tunalia, sisi kama kina mama tunasema, huyu gavana akisimama tena aangushwe, afai kabisa katika uongozi. Kwa dini, watu wengi wanasema hakuna mtu ambaye uwapenda kuondokewa. Je, kwa matamshi yake, wale walioondokewa wanasikiaje, sahihi? kwa sababu yale matamshi si ya kibinadamu, ni matamshi ya chuki ambayo yanaleta uhasama katika jamii. Leo yule ambaye amekufa ni baba wa mwenzake, ni wa mwenzake, ni bwana wa Mama Ida kuna watoto ambao yule ni baba yao, watakuwa wanajisikiaje? Kama je, ni yeye yule ni baba yake, je, anaweza ongea matamshi kama hayo?